ya mchezo ulikuwa mgumu lakini eh, makosa yaliyojitokeza tukawaruhusu eh, South Africa kupata goli kwenye dakika za ishirini na nane mpaka kwenye thelathini hivi, lakini nikwe nikwe sana, lembaro, ni goli lilikuwa jepesi sana, ni goli ambalo kwa kweli ni uzembe tu wa kuweza kuzuia. Lakini kipindi cha pili tumejitahidi, tume create spaces nyingi, na bahati niseme, labda pengine haikuwa kwetu, na ukiangalia ni kwamba kipa wao amekuwa amekuwa amezuia ame magoli ya hatari sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni bahati mbaya, yaani mpira wakati mwingine unakuwa na laki, kwa leo tulikuwa unlucky, tukakuwa na laki ya kutosha. Kwa hiyo ni, right. Ni, ni matokeo ambayo tunayakubali, kwa sababu naye ndio hivyo, hakuna hakuna namna eh, ndio ilikuwa hivyo. Basi tutajipanga katika mechi, tutarudi katika drawing board ili tuweze kurudi katika eh, ramani yetu.